Sasa mi nataka kujua kitu kimoja, wakati anakwambia kuwa kuna huduma atimiziwi na mshikaji, ni huduma gani? Ni za fedha, au labda mwanamke alikuwa anamhitaji mwanaume wake kimwili, lakini huyu alishindwa kujiongeza? Kitu gani hapo kimejificha katikati, yani bradha? Mshikaji yani kusema yani kwenye huduma yani, yani inaonekana ni huduma zote alikuwa nazingua kiujumla, yaani yani. Kiujumla alikuwa nazingua, ni kweli? Ndio, alikuwa ukimwambia naomba aishi kadhaa anakwambia, anakuambia nitakutumia nitakutumia, alafu kutuma kwenyewe atumi. hata kama hata kama yani, ndio fanye kitu ambacho ambacho umefanya sasa hivi. Sasa mi nitaishije? Ataishije? kwani wewe we, unakula ugali wa mama mkubwa au unajitafutia, una mwenyewe? Mi najitafutia mwenyewe, siwezi nikamtegemea mama mkubwa wangu, yeye ana familia yake na yule ni mama mkubwa tu, sio kwamba ni mama yangu mzazi. Okay. Na kitu ambacho ulikifata kwa huyu sasa, ulifata hizo huduma za ili mradi uweze kula kujipatia pesa au ulifata huduma ya kutolewa usichana wako? Ah, mimi nilifata huduma tu. Kwa hiyo jamaa alikuwa anakupa huduma? Ndio, alikuwa anahudumia vizuri tu. Inabidi umpese. Eh. Hivi, mwanamke kama ulikuwa unipendi ni bora ungeniambia tangia mwanzoni, sio? Sasa naongea, unaongea Am, kwa kwanza, msije mkapigana. Hebu mkaeni huku kwanza, acheni mambo yenu, mkaeni huku, simama hivi. Kwanza hapo nyewe, yani sitaki hata usimame karibu na huyu binti, yani yani ukae mbalimbali kabisa. Kwa nini ulikuwa umhudumii mwanamke wako? siku zote maisha mafungu sana. Sasa mimi nikuposimuhudumii. Ila amna siku ambaye yani amna siku ambao alishinda na njaa. Ah sawa, hajashinda na njaa, unajua alikuwa anakula nini na wewe ulikuwa unamhudumia kabisa. <tos> <tos> <tos> Kwa we kwanza unaishi kwa na nani? Subiri. Wewe unaishi na nani? Mimi naishi peke yangu. Unaishi peke yako? Ndio. Wazazi wako wanajua kama unaishi peke yako? Au unaishi kwenye mageto ya shikaji? Hapana, wanajua. Wanajua? Ndio. Sasa nani analipa kodi? Nalipa mwenyewe. Unalipaje mwenyewe? Umemaliza shule juzi. Unajua nyinyi mnanichanganya vijana. Hebu kweni wa kweli, bwana, msitaki kunichanganya. Hebu kuwa mkweli. Wewe unalipaje kodi wakati shule umemaliza juzi? Bro, kumaliza shule sio issue. Kuna mchongo gani unafanya mpaka unakuingizia kipato cha kulipa kodi? Basi. Mm -hmm. Mhm. Kiuhalisia yani. Mhm. Ujamaa anazungua. Vitu alivyokuwa ananiambia Fatuma, yani kiukweli mimi kama mwanaume nilikuwa naumia sana. Fatuma kuna muda ananipigia usiku. Aaniambia ajara mi nikawa namuuliza Fatuma, supo na Paskari, kwa nini ushinde njaa? Aaniambia Paskari anihudumii, nikimwambia anitumie hela akula atumi. Sasa amna unazingua mwanangu. Sasa hapo mimi mi nashindwa kuelewa huu mfumo unakuwaji, yani kati ya, kati ya Paskali kati ya Pascali, Pascali ndoye kati ya Pascali na wewe nani? Edgar. Nani mwenye makosa hapa? Labda nikuulize wewe binti, nani anakosea, nani anapatia? Kwa m mbele yako unavyoona, ni mwanaume gani anapatia, ni mwanaume gani anakosea kwa upande wako? Huyu hapa hajakosea. Kwa sababu alikuwa ananiona. Hajakosea kivipi? Hajakosea yani, hivi unakisikia macho yake. Ongea, unakisikia unakielewa? Na skiarisia, mwanangu, nazingua sio kiuhalisia. Na yeye, ngoja kwanza nikuulize swali moja. Wewe kwa nini naye umekaa na muda wote ulikuwa uone kama binti anaonyesha kuwa anakuhitaji kimwili au hataishindu kujongeza kaka, au ndo ulikuwa unataka nini yani? b kwa, kwa sababu mimi mkiendelea kuzingua nitawachumia fimbo hapa ni wachape kwa sababu wote naona mnazingua. Wewe ulikuwa hujui yani, ulikuwa hujui mwanamke wako anataka nini. Najua kwa nini ulikuwa umpi, sio kama nikupoa, sisi kumpa ila sio kama nikupoa, sina pia kumpa ila bro, subira subira ndio kila kitu. Hamna brother, yani huyu kuna sio hamna. Mimi naongea na wewe, unaongea nini yani, anajizingatia yeye sana. God. Na nini? Hamna, tumefanya makosa sana kumwita tupate ah, no, uhakika kwanza. Subiri wewe, huyu ana mwanamke mwingine kwa yeye mwenyewe. Mi sijui, ila yani kwa hizi tabia zake hakuna mwanamke ambaye ataweza kumpenda. Kwa hiyo ee, we ni kwamba uh... mi nataka nijue kilichokuchelewesha. Binti alikuwa anaonyesha kuwa anakuhitaji kimwili, si sindio? Kitu gani ambacho wee kilikuwa kinakuchelewesha mpaka ukashindwa kukutana naye kimwili? ukinijibu hilo naweza kujua. Sawa, ni subira? Ni kweli, ni subira, au una matatizo? Kama una matatizo ya kiafya sema, mdogo wangu. Sina na matatizo ya kiafya, na matatizo oh, sina oh, matatizo hapana yoyote. Shida ni nini? Una shida gani wewe mpaka ushindwe ushindwe? Yaani wewe ni nani eh? Unaishi, unaishi na ulikuwa unaenda chumbani kwake. Amesema kwanza anaishi peke yake, ni kweli? Mimi mm, siwezi nikaamini kama anaishi peke yake kwa nini uamini? maana hiyo yani, brother, huyu alikuwa ni vitendo anavyonifanyia, siwezi nikamwamini kwamba anaishi peke yake, labda na mtu wake mwingine huko ambaye anamtimizia mahitaji anayotaka. <laughs> mwana brother anacheka, yaani huyu kiufupi, huyu ni mnyunyaji, yaani wanaume wa dawa hawana chochoti, anashinda kufanya hata no kazi kumhudumia msichana mzuri kama am <laughs> unacho kiongea, sio kurudia tena kuongea. Nazingua, tumefanya makosa makubwa sana kumwita, tujafanye, hatujafanya makosa, tuko sawa na mi. Mwanangu nilivyoona umenipigia, nikawa najua hata unanipigia uniombe hata ushauri kwa vitu anavyo nadisiaga Fatuma gani? Kiufupi unazingua, anapoilia shida, inabidi wewe unamsaidia, ila wewe unakuwa unasaidia na watu wako wengine huko, unamdanganya na nanjaa mtoto watu usiku. Fatuma, umesikia, wiki nzima unashinda kuelewa hata mbona sasa nimekubali. Mwenye makosa si mimi si ndiye? Yeah, uko tayari kujirekebisha kutokana na hilo kosa ulilofanya na ulisema Fatuma? Bro, nitajirekebisha lakini siwezi kurudia naye. Mhm. Uko -hmm. tayari kuendelea kuwa na rafiki yako? Hapana sasa. Kitu gani hapo unataka kukiacha na kitu gani unataka kuondoka nacho? Kitu ambacho nimejifunza bro. Kitu ambacho ambacho nimejifunza mimi na ambacho nataka nionekane nacho. Kwanza nimegundua mapenzi ni siri ya watu wawili pekee. Kama hivyo navyoona, kaongezeka mtu wa tatu tu, mambo yameshabadilika. Wewe unafanya kazi, anafanya kazi. Kazi gani unafanya? Mimi nauza mitumba. Anavyozingua yani, anauza mitumba, unashindwa hata kumchukulia. Fatuma, hebu ngojeni kwanza. Yani nyie subiri amwezi mkanambia, mnauza. Wewe unauza mitumba, si ndio? Umemaliza shule. Yaani wewe basi ulikuwa usomi wewe. Wewe alikuwa anaenda shule. Wewe brother ucha kalamu asome mungo mungo shule aji. Bro kitu ambacho uliko kijui. Hii kazi kula mtumba. Yote nilifanya kwa ajili ya mwanamke. Kivipi? Ili Ile mradi yale. Mbona umpie la kula? Mbona umvalisha? Yeah. Bro sio kama hali. Shida ya riziki, yani sio yani sio kama hali. Wako namtumia hela la kula? Sio kutuma, namwachia, unamwachia. Siwezi nikaenda kazini bila kupitia hapo, kila siku, kila siku. Kweli Mungu hawezi, sio anapitisha kila siku, weza kwa wiki hata mara moja kwa shilingi elfu mbili. Eti anaondoka elfu mbili hasa, wiki nzima utaitumiaje elfu mbili ya siku moja? Kwa hiyo <laughs> mimi, ngoja nikushauri kitu kimoja. Uh, mimi nakupa hii uvae wewe hii hapa mpaka nikuvalishe wewe hapo ili mradi <gulisa> kuna kitu nataka nikuulize, au vipi? Eh, Beni na mimi naomba maiki zangu zile zingine, kuna swali la mwisho hapa nataka niwaulize ndugu, ndugu watazamaji, msiondoke, msiondoke. Mimi kuna kitu cha mwisho hapa nataka tuzungumze wote kwa pamoja, waandishi nani, watazamaji wanatuangalia. Wewe unavyoona unaweza kuendelea na huyu mwanamke au uwezi? Wewe unavyoona unaweza kuwa kwenye mahusiano na huyu mwanamke au wewe huyu inabidi awe shemeji. Kwa, kwa, vi... kwa hmm, hiyo e, kitu kilichotokea hapa ni kwamba kumbe de malengo mmeshapanga. Subiri kwanza. Kwa hiyo hapa kilichotokea kati yenu nyewe wawili ni kwamba wewe kwa kwa kwamba... hapo umemkosea mwenzako, wenzako wameamua kupindua majeshi na kuwa pamoja, si ndio? Kitu gani wanataka kukifanya cha mwisho mwisho? Sio mkasetiana, mka, mka ubaya siku mkapigana mawe huko, hawezi kuniletea mimi ubaya, sababu yeye mwenyewe ndo kazingua, yani yeye ndo kazingua okay. Fatuma, bila shaka umesikia maneno ambayo kaongea, si ndio? Yes, kajitamba mbele yangu na mimi kitu pekee ambacho nataka nikwambie, mapenzi ya kweli ni kumwacha mtu mpenda aende kwa mpendaye zaidi. Mimi simuona sina thamani, masikini kisa mitumba yako, si ndo maana yake. Kama mimi sikulishi. Wewe subiri, wewe unauza mitumba kweli? maana ujua mimi nikijua unanidanganya utamtazingua. Hapana. Au unauza kila siku, unauza kila siku kweli? anauza mitumba Umuulize, kwa siku anaingiza shilingi ngapi? Okay, kwa hapa in short ni kwamba tufanye hivi, mapenzi wewe yawezi, au vipi? Huo ndio ushauri wa rais, mapenzi wewe yawezi, na licha ya kuyaweza bado hata akili zako zenye hazijajipanga kuwa kwenye mahusiano, usifate mkumbo, sio, unaelewa? Kwa sababu wewe uwezo uwezikuna unadanganya, unasema kila siku unamwachia mtu hela, kumbe mtu humwachii eh? Yaani wewe unadanganya, hata mimi ambaye nimekuja hapa kwa ajili ya kulisuluhisha eh, si ndio? Sasa mimi bwana, mimi sisi wasukuma tuna tuna kauli moja hivi. Ngoja, mbona naleta sana kukifanya kwa watoto wadogo kuniambia. Taki kupotezewa muda. kama, kama, kama, kama, usiongee na mimi hivyo. Usinyambie na zingua. Usinyambie na zingua. Tutagombana hadi je? Tutagombana hadi je? Unazingua. Sasa, mimi kinachoenda kutokea mimi kaanza kuwapiga nyie Wadogo, njoo, njoo. Njoo. Wadogo. Wadogo. Yani, mtu ananisumbua ninatoka mbali kule cool, eh? Nakuja huku. ndio nguvu yeni embu, njoo kwanza. Udogo asi akaondoka na maiki yangu. Njoo tufate maiki. We dogo, udogo asi akaondoka na maiki yangu tena, ananisupua anatoka mbali kote kule hadi huku. We dogo, we una maiki yangu. Nitakuzingua kweli, nigee maiki. Bavu, ge maiki yangu We unajua mi nani? nilikuwa nataka nimpige eh? Hapana, sio unacho unachonikimbiza hadi huku mimi nini? Mbona udogo dogo takuondoka na mike yangu, emu nigie mike yangu, nikiwachapa wote. anibati yako huko peke yako, sitaki tena, usinipigie simu tena kenye mambo yenu sawa. nanyuwa nankimbilia kimbiliani hapa njia sijui, jamani, naonya tena kama unajijua uyaelewi mahusiano yako. Achana na mimi, nimetoka mbali kimaya huko hadi Mbezi. mbavu sana sijui njia ndio hii barabarani wapi ga nataka pumzi apumziapa nitoke. Loo nye vijana barabara, nye watoto barabara ni wapi? Nionyesheni <tosun> njia. Anyway, kwa siku ya leo tuishie hapa, maybe next time. Lakini kabla hujaondoka naomba nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Utakuwa mchoyo wa fadhila kama ukiacha kugusa neno lililoandikwa subscribe hapo chini. Unaliona hili neno? Gusa hili neno. Ukishagusa hili neno, video yangu yoyote ile ambayo nitaposti ambayo inahusiana na kupatanisha mahusiano, utakuwa mtu wa kwanza kutazama kila video yangu. Yaani nikiposti tu, unatumiwa message kwa Monsuly rafiki yako ameshaposti video mpya. Sawa? Ebu gusa neno la subscribe. Gusa. Gusa basi na wewe. Ewa. Safi. Wendo mwanangu.